Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mimi ni Padre Clement Kihiyo, ni katibu mtendaji katika idara ya liturujia Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, lakini vile vile ni kaimu mkurugenzi wa kurugenzi ya kichungaji Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Ninaomba kujibu suala linaloendelea katika mitandao kwamba maaskofu wametoa tamko rasmi juu ya hali ya kiafya na kukataza maji ya baraka ya kuchovya yasitumike kanisani na wala kupeana mikono. Niseme kwamba huo sio ujumbe wa kitaifa. Nirudie tena kwamba huo sio ujumbe wa kitaifa. Kama tunavyosoma katika mitandao, message inayoendelea katika mitandao inasema hivi: Wapendwa katika Kristu, kutokana na tahadhari ya kiafya iliyotangazwa na Wizara ya Afya, kwa upande wa liturujia, tunasitisha kwa muda maji ya baraka kwa kuchovya hadi hali itakapotengemaa. Pia tusitishe kwa muda kupeana amani kwa kupeana mikono. Father Clement Kihiyo, mkuu wa idara ya liturujia TEC. Ujumbe huu siyo wa kitaifa. Maaskofu wana utaratibu wao wa kutoa ujumbe wa kitaifa. Ujumbe wa kitaifa, aidha, unatolewa na rais wa baraza kwa kutamka au kwa kuandika kwa barua aliyoweka sahihi yeye. Vilevile, ujumbe unaweza kutolewa na askofu mwenyekiti wa idara kwa kutamka au kwa kuandika barua aliyoisaini. Vilevile, katibu mtendaji wa idara kwa niaba ya maaskofu anaweza kutoa ujumbe huo kwa kutamka katika vyombo vya habari na kwa kusaini. Sasa ujumbe unao e, sambaa hauna sahihi ya katibu mtendaji, ni ujumbe tu wa, wa, wa, wa WhatsApp. Ujumbe huu ni kweli ulitolewa, lakini haukuhusu taifa zima, ulihusu jumuiya ya wanaoishi pale baraza la maaskofu kuchukua tahadhari wao wenyewe kwa wenyewe pamoja na wageni wetu wanaokuja kututembelea pale kila mara. Kwa hiyo ilikuwa ni ujumbe wa ndani. Tuseme ni bahati mbaya kwamba ujumbe wa ndani wa kifamilia umedukuliwa na kusambaa nje ya familia, nje ya grupu la familia. Kwa hiyo tunawaasa vyombo vya habari kwamba kama wanahitaji kusambaza ujumbe unaohusu Baraza la Maaskofu wafuate taratibu zinazohusika, aidha eidha maaskofu wenyewe watoe au kama wanahitaji ufafanuzi wamuone katibu mtendaji wa idara husika aweze kutoa maelezo. Kwa hiyo niseme tena maaskofu bado hawajatoa, eh, mwelekeo rasmi, na habari zote zinazochapishwa katika vyombo vya habari na kutoa picha za maaskofu si za kweli. Haukuwa ujumbe wa kitaifa. Watakapokuwa wanahitaji kutoa ujumbe wa kitaifa watatoa, lakini huu unaosambaa haukuwa ujumbe wa kitaifa, ulikuwa ni ujumbe wa ndani wa kikanisa kidogo kilichopo katika baraza la maaskofu Katoliki Tanzania. Niwatakie kila laheri, Mungu awabariki na niwatakie Kwaresima njema, asanteni sana.